Lori hilo aina ya skani alilokuwa limebeba shehena ya unga likitokea Dar es Salaam kuelekea Zambia limedaiwa kusababisha ajali hiyo baada ya kuferi breki na dereva kushindwa kulimudu kisha kuyagonga magari madogo kama ambavyo mashuhuda wa ajali hiyo wanavyoeleza. Lori limegongana na kosta. Sasa lile linaonekana lori likakata breki, likawa limepiga honi sana, lakini sasa wanavyojua mida hiyo magari mengi yanakuwa bize, kila mmoja anakuwa bize kwa ajili ya kurudi nyumbani au kurudi kwenye maofisi kwa hiyo ndo mda huo ikawa hivyo, ila angalia tukio, ndo tuna shuhudia tukio lililotokea kwamba gari lilikuwa imefeli breki gari kubwa. Kulikuwa kuna gari ndogo mbili, gari kilikuu na kosta na kosta nyingine pia, e, lakini gari moja ya kosta hiyo ndo ililaliwa, yani liminywa. Ninatetemeka hivi moyo wangu, naniuma ndugu zangu, wamekwenda wengi sana hapo Achala, kusema nashindwa. Naomba kama wananisikia watekeleze hili jambo, ili eneo wachimbe kule, wasitishe waje wamie hapa wachimbe. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya SACP Benjamin Kuzaga amesema jeshi hilo linamshikilia dereva wa lori licha ya kuwa ni majeruhi katika ajali hiyo, huku kaimu mganga mfawizi hospitali teule yefisi Dr. Morris Martin amekiri kupokea miili ya marehemu na majeruhi tisa. Lakini dereva Philip Liton Mwashibanda mwenye umri wa miaka 35 huyu mkazi wa Tunduma aliyekuwa anaendesha gari hili ambalo mnaliona hapa hili e, lori yeye amevunjika mguu wa kushoto. Chanzo cha ajali ni kwamba ni uzembe wa huyu dereva mwenye hili lori. Ni pamoja kwamba yuko kwenye matibabu lakini e, tunaendelea kumshikilia kwa hatua zaidi za, za kisheria. Tumepokea maiti 27 ambapo katika hizo maiti 27 wanaume ni 17 na wanawake ni kumi lakini katika hao wote watoto ni wanne, na wote wamefika wakiwa wameshafariki isipokuwa mmoja tu walifika akiwa mahututi, baadaye ndo wakafariki. Kufuatia ajali hiyo, mkuu wa mkoa wa Mbeya Daktari Juma Zberi Homera amepiga marufuku magari makubwa kupita njia hiyo na kuwaelekeza wakala wa barabara TANROADS mkoa wa Mbeya kujenga barabara ya mchepuko kwa ajili ya magari makubwa pekee. kupitia kamanda